Kuandika titles itabidi tubadilishe workspace na tutaenda katika sehemu ya window, halafu workspace, halafu tutachagua captions and graphics. Baada ya kuweka workspace ya captions and graphics, katika upande wa kulia wa workspace yako utakutana na essential graphics, na hapa utaona kwamba kuna templates mbalimbali mbali ambazo unaweza kutumia. Tukisema templates ni vile vitu ambavyo tayari vimeshaandaliwa, una uwezo wa kuchukua na kutumia tu katika project yako na sio kufanya mwenyeo tangia mwanzoni. Kwa mfano hapa utaona kuna graphics mbalimbali mbali. Sasa kama kuna ambayo imekupendeza una uwezo wa kuchagua na kutumia katika project yako. Kwa hiyo tuseme hapa ndio nitaweka title yangu. Sasa nikija huku katika presets na hapa nitachukua tu basic title naiweka hapa. Sasa kuna tahadhari ambayo inaonyesha hati ambazo zimetumika katika template hii kwenye kompyuta yangu hazimo. Sasa utabonyeza te okay, na ukibonyeza uk okay, zitachaguliwa tu hati zozote ambazo zipo katika kompyuta hii, sawa sasa tujalie kwamba haya maandishi yangu nataka yaonekane kuanzia hapa, na kuza timeline yangu, na hapa yaishie. Kwa hiyo katika video hii ndio mba ambapo yaonekane haya maandishi yangu. Uh, na katika haya maandishi nitaweka pia default transition ili yaweze kuingia vizuri. mashamba yenye maua sawa. Kwa hiyo kwa mfano tukija wab hapa tukiweka default transition haya maandishi yetu hayataanza moja kwa moja na kuonekana, isipokuwa ya yatakuwa yanaingia taratibu. Nikichezesha, mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara. Sawa, na huku mwisho pia nataka niweke default transitions, maandishi yangu yaweze kutoka vizuri. Sawa, nitakuja hapa kati. Kwa hiyo kwa mfano, haya maandishi yangu nataka niyakuze kwanza ama niyaongeze ukubwa. Kwa hiyo nitayachagua. Una uwezo wa kuja katika sehemu ya text na ukabadilisha aina ya hati ambazo unazitaka halafu kushuka chini, unaweza kubadilisha style kama unataka za kawaida, unataka pengine zilizolala lakini, kutokana na hati husika, inawezekana mtindo ambao unautaka usiwe nao. Kwa mfano ukija hapa, una uwezo wa kubadilisha mtindo wa hati ulizozichagua. Kwa hiyo kama kuna mtindo ama style fulani, unaweza ukabadilisha hapa. Utaweza kuongeza ukubwa wa maandishi yako. Kwa mfano hapa, ukubwa wa maandishi yangu ni mia moja. Kwa hiyo unaweza kuongeza mpaka mia moja na kumi, mia na ishirini kwa hiyo utakuwa una uwezo wa kuongeza mpaka ule ukubwa ambao wewe unautaka. Sehemu hizi za chini, unaweza kufanya alignment mbalimbali. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukacheza navyo na ukaboresha zile graphics zako. Ukiwepo katika selection tool, ukibonyeza mara mbili, utaweza ku highlight. Kwa hiyo jina la kazi yangu mimi nitaandika nature video Sawa, nachukua selection tool, halafu nabonyeza tu popote. Sasa nikufahamishe ni namna gani unaweza kuandika maandishi ama ukatengeneza graphics kuanzia mwanzoni. Kwa hiyo badala ya kuja katika browse na ukachagua uh, graphics yoyote utakuja katika sehemu ya edit. Alafu hakikisha kwanza hujaichagua ile graphics yoyote ambayo ipo, kwa hiyo utabonyeza tu popote baada ya hapo utakuja katika sehemu ya edit, halafu utabonyeza new layer. Sasa hapa tunakuja katika kuweka text. Kwa hiyo tukibonyeza hapa, unaona kwamba maandishi yametokezea na yamechukua ile sifa kama ya maandishi ambayo yalikuwepo. Tujalie naandika kwamba Video Editing Course by Movitech Academy. Kwa hiyo nita highlight na kuandika Video editing course. Kama maandishi ni makubwa naweza nikayachagua haya halafu nikaja katika sehemu ya text, na shika katika hii slider na kuweka mpaka pale ambapo nataka.